Eh, kwa jina naitwa Shila Ilile Mponda, nakaa katika mtaa wa Uwanjani, kata ya Uwanjani ndani ya Halmashauri ya mji wa Tunduma, lakini pia ni mwenyekiti wa baraza la wazee na ushauri katika Halmashauri yetu ya mji wa Tunduma, lakini nafasi hiyo, lakini bado nafanya na shughuli zingine katika upande wa jamii, kwenye upande wa jimbo hili la Tunduma kwamba inaonekana kuna watu wanataka kugombea, lakini mwenyekiti wa chama taifa anapita ana na kundi lake kwa ajili ya, ya hilo kutotaka uchaguzi ufanyike. Sisi tunasema hivi kwamba eh, au wanaotaka kugombea wagombee. Yeye Lissu kama anaona kwamba hakuna kitu kitakachofanyika, yeye anakataa, awaache wale watakaotaka kugombea. Sisi tunawakaribisha kwenye uchaguzi ili waweze kushiriki. Hapa Tunduma kwenye jimbo hili tumesikia kwamba wanataka kugombea, kuna Mwakajoka, kuna Mwakabanje ambao ni CHADEMA wanataka kugombea kwa tiketi ya CHADEMA kama wanagombea ni haki yao ya msingi, waingie uwanjani, waingie uwanjani, wasije wakawekwa mpira kwa pani, alafu wakasema kwamba wakaleta visingizio. Waingie tu uwanjani kuweza kushiriki uchaguzi kwa ajili ya kutimiza demokrasia. Hilo kundi la mwenyekiti wao, kama wao wanasema kwamba wanasusia uchaguzi. Hawa hatuwezi kuwalazimisha sisi mi, se, e, kama wazee wa mji huu sisi tunasema kwamba tunachoomba sisi ni amani. Kama wengine wataingia kwenye uchaguzi waingie, hao wasiotaka kuingia kwenye uchaguzi basi wasiingie, lakini haiwezi kusababisha kusema kwamba eti uchaguzi usifanyike. Uchaguzi ni kikatiba na lazima u, utafanyika. Dr. Samia Suluhu afuate katiba, kama inasema kwamba uchaguzi Oktoba ufanyike. Asiyetaka kuingia kwenye uchaguzi basi huyo sio mshindani.